Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo hamjambo. Karibu sana niweze kukupasha ewe Mtanzania mzalendo. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde moja mbili tatu kajiunge na hichi kituo kwa kupiga subscription, bonyeza kengele Alafu tusonge mbele kwa utaratibu, ni kupashe yala mpayo yametendeka. Kipindi ambapo wananchi wa Tanzania wazalendo wanapojiandaa kwa maandamano ya tarehe 9 Desemba wiki ijayo, wanajeshi na wao wametoa Habari wametoa taarifa kwamba na wao wamechoka na hii serikali ya Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo ni batili, yaani wanasema wamechoka kabisa, kipindi ambapo wananchi wamechoka na Samia wanajeshi na wao wamechoka. Wanajeshi wa JWTZ wamechoka na utawala huu. Sasa wacha niulize hivi, kama wanajeshi wetu wa nchi yetu tukufu ya Tanzania mumechoka, na mbona basi mnakubali kutumika? Naomba nikusomee ujumbe ambao umeweza kutumwa kwa maana kwa mwanaharakati mmoja ambaye ni dada kutoka Tanzania. Ujumbe huu, ujumbe huu umeweza kunishangaza mpaka wanajeshi wenyewe hawataki serikali kabisa. Kwa nini? Wale ambao wako na elimu hawapewi motisha wale ambao wameweza kuongeza elimu na wako ndani ya kikundi cha jeshi hawapewi motisha na hii serikali ya Samia. Jinsi ambavyo unaona hapo, taarifa hii inasema hivi: dada, habari, mimi ni mwanajeshi. Yaani huku ndo watu wamevurugwa kuliko hata huku uraiani, ni basi tu taratibu za jeshi zinatubana yaani, unasikia wanasema hivi, ndani ya jeshi la JWTZ, ndo hii serikali ya Samia imeweza kuvuruga kuliko hata kwa raia, ni vile ambavyo huwa hawazungumzi. Wacha nirudie habari, wacha nirudie hizo taarifa. Dada habari, mimi ni mwanajeshi yaani huku ndo watu wamevurugwa kuliko hata huko uraiani, ni basi tu taratibu za jeshi zinatubana. Akaeleza shida wasomi jeshini, hasa ada rank, hawadhaminiki kama zamani. Sasa hivi degree au masters holder unakuta anafyeka tu na anasimamiwa na standard 7 kisa tu kutangulia kuingia chomboni. Kipindi cha mwanamnyange kulikuwa na vyeo vya elimu ili kuwa motivated askari kujiendeleza kielimu na pia kwenda kozi za uafisa, ilikuwa hakuna mambo mengi, ila saa hivi kwenda tu kozi ya uafisa wanataka miaka ishirini na minane mwisho, huku wakiwapeleka watoto wao wa mujibu wa sheria tuseme unataka maafisa watoto. Je, vipi hawa degree holders waliopo vikosini? Mambo ya ndani wana maka, wana makando kando yao, lakini kwenye swala la mtu mwenye elimu kupata cheo wamenyooka, tofauti na jeshini. Huyu mama na Mkunda inabidi watupishe. Kwa kweli, tuko pamoja sana na raia kwenye maandamano ya tarehe 9. Hasta la vista, hide my identity. Huyu ni mwanajeshi wa JWTZ mwenye ameweza kuombwa ama mwenye ameweza kuomba jina lake lifichwe libanwe, na ameweza kueleza kile ambacho kimeweza kukasirisha jeshi la JWTZ Tanzania, na jeshi limefika mpaka mahala ambapo wanatabika shida zao, na wamesema kwamba wapo tayari ama wako pamoja na wananchi kwa maandamano sasa ya tarehe 9 Disemba. Wache ni waulize, unaona? Wanajeshi na wao wanasema kwamba wako na matatizo yao, wanajeshi tuko na matatizo mbona basi mnakubali kutumikwa na hii serikali batili kuhalalisha mauaji ya kimbari? Wanajeshi wa JWTZ, tafadhali kataeni mauaji ya kimbari. Sasa angalia hao wanajeshi wanalalamika kwamba pale kikosini mwa jeshi ndiko kumeweza kuvurugika kitu ambacho kimeweza kuwabidi wajiunge kwenye maandamano ya wananchi, mpaka wamesema kwamba sasa huyu mama Samia aende nyumbani, hata Mkunda aende nyumbani kabisa, John Mkunda ambaye ni CDF. Kwa nini wanasema hivi? Pale ndani ya jeshi wanakubaliwa kuongeza masomo, wameongeza masomo, wamepata degree wengine wamepata masters ili huyu mwenye amesoma akuwe motivated, anapaswa kuongezwa rank, kuongezwa cheo. Lakini amesema hivi wewe, mwenye, yu, mwenye uko na degree uko na masters unaweza ukasimamiwa na mtu wa standard 7 mpaka unashangaa da, kwa nini? eti ni kwa sababu wanajulikana na hii serikali, eti ni kwa sababu wengine walitangulia kuingia jeshini kitambo, lakini hawajawahi mindi, hawajawahi fikiria kuongeza masomo. Wale ambao wamejikasa kisabuni, wamesoma wameongeza masomo, wanataka waweze kupewa motisha kwa kuongezwa vyeo, kwa kuongezwa rank. Lakini sasa huyu mwanakaka au huyu mwanadada anasema kwamba hawajawahi ongezwa rank. Wewe mwenye uko na cheo ama wewe mwenye uko na masomo makubwa, degree, masters unaweza kawekwa kando. Wale ambao wanajulikana na hii serikali na wale ambao wanaitikia yale ambayo hii serikali inasema na wale ambao waliweza kutangulia kuingia kikosini unapata kwamba wao ndio wanapewa vyeo, wale ambao wako na masomo wamewekwa Imebidi wamelalamika na wamesema kwamba wapo wapo pamoja na wananchi ambao wanaitisha maandamano siku ya Jumanne, tarehe 9 Desemba. Yaani, cha kushangaza amesema kwamba huyu mama na mkunda inabidi watupishe. Kwa kweli na nielewa mpenzi mtazamaji. Kwa nini wanajeshi wanasema kwamba Samia Suluhu na Mkunda waende? Ni kwa sababu wanaona kwamba kuna upendeleo. Nikimalizia wanajeshi, sasa huu wasia ambao unatoa ni kuelekea kwa wanajeshi ambao, iwapo wananiangalia, wanajeshi, mnaelewa shida ambayo tunapitia sisi Watanzania, mnaelewa shida ambayo tunapitia shida ya wenzetu kuuawa na serikali batili, shida ya ukandamizaji na serikali ya batili, shida ya kutuminya uhuru wa kujieleza na uhuru wa kutangamana pamoja. Sasa wanajeshi, acheni kutumika, naomba mnisikilize, acheni kutumika wanajeshi. Nina jumbe nyingi sana kutoka maaskari kuwa haki jeshini si nzuri. Tatizo ni kwamba mnamo Oktoba tarehe 29, nyinyi wanajeshi muliweza kupewa mjarabu na wananchi, ila muliweza kufeli. Sasa wanajeshi wa JWTZ ambao mnalalamika kwamba hampewi heshima, kwa wale ambao mmeweza kuongeza kisomo mko na degree, mko na masters, sasa mnamo tarehe tisa Disemba ni simbo, mambo ni simbo, tunawapea mjarabu, simameni muhesabiwe na wananchi, kataeni hutumika na hii serikali Disemba tisa, simameni na wananchi, acheni wananchi waandamane wa kwa amani, kama umoja wa kimataifa jinsi ambavyo umeweza kusema. Mengine wananchi ndo tutaamua sisi, ndio wenye mamlaka sisi wananchi, sisi ndio wenye mamlaka kikatiba. Pia wanajeshi, msiruhusu majeshi ya kukodi na chinja chinja na mapolisi kutuhumiza sisi wananchi. Maandamano yatakuwa ya amani na Tanzania mpya inakuja. Wenye nchi ni sisi wananchi. Wanajeshi mnasikia, tarehe tisa tunatoka. Samia Suluhu Hassani lazima aende, ni hilo tu. Wanajeshi mumetoa lalama, mmesema kwamba pale ndani mwa jeshi ndio wamevuruga, si ndio? Sasa simameni na raia ili kipindi ambapo ukombozi utakapoandikwa Tanzania mupate kwamba muko njia sawa. Wa kunisikia, amenisikia asante sana kwa kunisikiliza. Tupatane kwa kanijayo. Ijayo, kama haujaweza kupiga subscription, jiunge na hichi kituo.